Habari, naitwa Sasha Cake Studio. Karibu tujifunze jinsi ya kupika biskuti au cookies ukiwa nyumbani. Mahitaji ni kama hayo hapo lubandi, nina icing sugar, nina unga wa ngano, nina mayai mawili, nina flavor ya vanilla pamoja na baking powder. Sasa tuanze kazi. Tutaanza kwa kusaga mchanganyiko wetu kwa kutumia hand mixer au mashine ya mkono mpaka hadi mchanganyiko wangu ulainike au uwe fluffy. Kisha nitaweka icing sugar ehe. Baada ya kuweka icing sugar, nitaendelea kukoroga na mashine mpaka hadi pale mchanganyiko wangu utakapokuwa tayari, na kisha nitachukua mayai yangu mawili, nitatenganisha kiini, nitatoa hayo majimaji maji. Kisha nitaacha viini ndoo ambavyo vinahitajika, nitachanganya. Na baada ya kuchanganya, nitaweka flavor ya vanila. Unaweza ukaweka flavor yoyote ile ambayo wewe unaipenda au unapendelea. Kisha nitachukua baking powder nitachanganya na unga pamoja na chumvi, kisha nitamwagia kwenye mchanganyiko wangu ule wa blue band, na nitakoroga kwa kutumia spatula au mwiko au kijiko ni wewe tu. Baada ya hapo, mchanganyiko wangu ukawa kama hivi, upo tayari kwa ajili ya kutengeneza maumbo biskuti. Hizi ni nzuri sana, hizi unaweza ukawa unatumia nyumbani kama kiburudisho. Unaweza ukalia kwa kutumia chai, soda, juisi. Ni wewe tu na mapendeleo yako na pia zinapendwa sana na watoto. Na baada ya hapo, mimi nilipaka tray yangu mafuta au samli kwa kutumia brashi, kisha nikanyunyizia unga kama hapo navyoonekana, na baadaye nikaanza kushepu biskuti zangu kwa kutumia mkono. Kwa hiyo hii ni rahisi sana, kwa sababu nakuonyesha ni vitu ambavyo hata wewe unaweza ukavifanya na ukaweza. Kwa hiyo hapo, hivi shepu na unatengeneza mviringo ehem, unatengeneza kama tonge tonge hivi. Hata tonge litakushinda kuumba kweli? Mbona kwenye kula unakula vizuri wewe. Na baada ya hapo nikawa ikafikia steji hii hapa kisha nikachukua uma nikaanza kushepu kama unavyoona. Na baada hapo nilibeki kwa moto wa nyuzi 180 kwa dakika ishirini. Na baada hapo nikapaki kama hivyo tayari kwa biashara au matumizi yangu ya nyumbani. Asante sana, usahau like, share na kusubscribe. Kwa heri.